Wapenzi wa tazamaji wa ELCT Konde TV, tunamshukuru Mungu, leo tumepata nafasi au tumebahatika kufika katika eneo hili la Stamiko ambako hapa kuna mradi mkubwa sana wa makaa ya mawe, na tumebahatika kuonana na mzee wetu, mzee mzoefu, ana zaidi ya miaka thelathini na tano yuko mahali hapa akituelezea namna ambavyo uzalishaji, uendeshaji na jinsi ambavyo kiwanda hichi kinaendesha shughuli za makaa ya mawe. Endelea kufuatilia mitandao yetu ya kijamii ELCT Konde TV kwenye Threads, Instagram na YouTube ili uweze kupata habari nyingi zaidi zinazohusu mahali hapa. Mzee, labda kwa ufupi, unaweza kutambulisha jina lako na ukatuambia nafasi ya wewe eh, kama mtumishi hapa, ulianza lini kwa ufupi, na shughuli zinazoendelea hapa kwa sasa. Okay, nashukuru. Eh, mimi ni sema nashukuru sana kwa kunipa fursa hii weza kuongea angalau mawili matatu kuhusiana na shughuli zinazoendelea hapa mgodini. Kwanza na nianze na kujitambulisha kwa jina langu mimi naitwa Bwana John Angumbike. Ni mfanyakazi hapa wa kitaaluma ni mechanical technician, lakini pia mimi ndio mwenyekiti wa chama cha wafanyakazi hapa hapa mgodini. Nipo kwa muda mrefu sana. Kwa hiyo, shughuli kubwa sisi hapa kwa sasa tuna shughuli za mbili. Tuna shughuli ya kwanza tunachimba makaa tunachakata na kuuza, lakini shughuli ya pili tunayoifanya hapa tunatengeneza mkaa mbadala kwa ajili ya matumizi ya majumbani. Kwa hiyo na ujio wenu sisi kwetu ni, ni faraja kwamba kwa kuwa kwa mmekuja na mtashuhudia product zetu zote ko, tunajua kabisa nyinyi mnaweza mkawa mabalozi wazuri huko mnako mtakaporudi, kuwaelezea watu matumizi ya mkaa kama mkaa kwenye ma, ma, ma, matumizi ya viwandani, lakini pia mtaenda kutoa ushuhuda kwa ajili ya mkaa, yani briketi mkaa ambao unaweza ukatumika maj, majumbani. Leo mmepata fursa, mtauona kwa macho na uwezo wa huo mkaa kwenye matumizi ya majumbani, kwa mtakuwa watu mabalozi wazuri kuwaeleza watumiaji, kinamama na taasisi mbalimbali zilizoko huko mlikotoka, ili waweze kuja kwa wingi kutumia makaa yetu hayo. Yaani yani, tupo kwa ajili ya kuisaidia serikali kwamba serikali imefika mahali inatangaza kila siku swala la mazingira. Kwa hiyo na sisi tunaiunga mkono serikali k, katika kuiunga mkono serikali ndio maana tumeanzisha hicho kiwanda cha kutengeneza mkaa mbadala kwa ajili ya matumizi ya majumbani. Kwa hiyo tunaamini kabisa, wanajamii wakishapata elimu hii ya kutosha maana yake ni kwamba tutakuwa na matumizi mazuri sana ya mazingira. Mazingira yetu yatakuwa mazuri, kule kukatakata miti kutakuwa hakutokuwepo, matumizi ya mkaa wa, wa miti kutakuwa hayapo. Kwa hiyo tutakuwa tumeisaidia sana serikali ya mama kwa ajili ya kuweza kuboresha mazingira, yetu yatakuwa safi, ndio. Nafikiri watazamaji wetu mmesikia maelezo mazuri kabisa, na sisi eh, kama ELCT KONDE TV tutaenda kuona namna ambavyo mkaa wa majumbani unachakatwa. Hasa tuwashauri wale wenye vituo vyetu vya kanisa ambao wanapika vyakula vingi, kama vile vichuo cha Biblia Matema, na vyuo vyetu vituo vya hospitali Itete, labda kule Matema hospital, kituo cha watoto pale Iwambi, kwa sababu matumizi yenu ni makubwa. Tuwashauri, mnapofuatana nasi katika video mtaona namna ambavyo makaa ya mawe yanaweza kutumika kama eh, makaa ya majumbani kwa ajili ya kupikia chakula na vitu vingine vinavyofanana na hivyo na hii ni kauli mbiu ee. wiki mbili zilizopita KKT tulikuwa katika wiki ya mazingira. Tunaungana na serikali kuhakikisha kwamba hatukati miti hovyo, tunatunza mazingira ili nchi yetu iwe salama na amani. Na STAMICO nao wameamua kuungana na kauli hiyo hiyo ya kutunza mazingira, kwa kutuletea mkaa ambao utatusaidia katika matumizi na wenye gharama nafuu, na unapika kwa muda mrefu. Tumesikia kwamba unapika zaidi ya masaa matatu. Fuatana nasi tuko pamoja na wewe hapa mgodini. Mm. Okay. <clears throat> Eh, ndugu eh, mwandishi wa habari hapa, tumefika ni kiwandani, ni kiwanda cha kutengenezea briketi, yaani mkaa mbadala ambao tunaita ni briketi kwa Kiingereza, lakini sisi eh, jina la hizi briketi zinaitwa rafiki rafiki. Ukiona bidhaa yote iko kwenye ya, ya mkaa mbadala ambayo iko kwenye kifungashio mm. kimeandikwa rafiki briket ujue kwamba hiyo ni bidhaa inayotoka mgodi wa makaa ya mawe Kiwila, ni bidhaa ya STAMICO. mm. Sawa. Kwa hiyo hiki kiwanda kimeanza uzalishaji sio muda mrefu, kinazalisha huo mkaa mbadala kwa ajili ya matumizi ya majumbani e, kwa ajili ya matumizi ya majumbani. Kwa hiyo tunapenda tushauri taasisi e, ambazo zina watu kuanzia watu mia e, na kuendelea wanaweza wakaja hapa, aidha kujifunza lakini pia kuweza kununua bidhaa yetu. Ni bidhaa bora sana. Tunasema ni bidhaa bora kwa sababu ina uwezo wa kupika kwa muda mrefu sisi tumeshaifanyia utafiti, tumeona kwamba ina uwezo wa kuwaka kwa muda wa masaa matatu. Sasa kama ina uwezo wa kuwaka kwa masaa matatu, maana yake ukiongea na mama anayekuwa jikoni masaa matatu, unaweza ukapika nini? Naamini kabisa na uwezo, anaweza kukuambia kwamba hii bidhaa ina uwezo wa kupika maharage na ugali ukaiva, kwa ajili ya pakeji moja tu uliyoiweka. Kwa hiyo kwa kweli ni mkaa bora sana. Na uuzaji wake, mnapima kwa vipimo vya size gani? Mnapima kilo? Mnapima kwa nini? Nashukuru. Sisi hapa mauzo yanafanyika kwa kilo. Kilo moja ni shilingi elfu moja kilo moja ni shilingi elfu moja. Kwa hiyo tumejaribu, kuna package ya kilo moja, kuna package ya kilo mbili, kilo tano kilo hamsini, ndio package kubwa ya kilo hamsini. Kwa hiyo kama utahitaji tani, maana yake tutakuhesabia vile viroba vya hamsini hamsini, maana yake tutakuwa ishirini, si ndio? Eh, eh. Kwa hiyo maana yake hapo utakuwa unahitaji tani moja. Kwa hiyo, eh. Kwa hiyo, kwa hiyo iko hivyo. Kwa hiyo na nikueleze tu kwamba jinsi kiwanda kinavyofanya kazi eh, utengenezaji wa hii briquette unaanzia kwenye hatua ya kwanza hii hapa, hii hatua ya kwanza hii ni hatua ya makaa ya mawe ambayo yame ni, ni, ni, ni, ni tuseme, ni kama ni kama makapi sio, niseme makapi, yani ni, ni baada ya kuchekechwa ule mkaa ule wa saizi kubwa ambao unaenda kwa wateja, huu unaobaki ambao unaitwa ni kama fine, fine coal unaletwa hapa. Ukishaletwa hapa, hatua ya kwanza tunapakia kwenye mkanda huo hapo, unaona, tukishapakia kwenye huo mkanda kuna, nani, hii unaenda kwenye eneo hilo la clash, umeona pale kimeandikwa kibao clashing area, sawa? Clash, mm -hmm. Pale ile ni clash sawa? Ile ni clash ina clash kwamba kama kuna particles zile ambazo ni kubwa kubwa. No, kama kuna particles ambazo ni kubwa kubwa ziweze kuvunjwa ziwe kwenye mfumo wa poda. mm -hmm. No, kama mnavyoangalia hapo chini. mm -hmm. Eh, no, no. Hii ni aina kama ya poda. Mm -hmm. Manake hii tayari ni mkaa ambao tayari umesha umeshasagwa mm. Unakuwa kwenye mfumo wa poda au unga mm. Ukishatoka hapa, unasafirishwa na mkanda mm. kwenda mpaka kwenye kwenye kwenye, kwenye eneo lile pale mm. sawa mm. Ukishafika pale pale, unaanza hatua ya kwanza ya mchanganyo uchanganya mm. mm. tunachanganya na hizi ni, ni, ni, ni pumba za mbao mm. sawa tunachanganya hapa, tunachanganya kati ya vumbi la mkaa lililotoka hapa leo ambapo limekuwa crash tayari, tunachanganya na vumbi la mbao. Hiyo ni hatua ya, ya kwanza. Baadaye huo mchanganyiko unasafiri mm -hmm. okay, unasafiri kuja mpaka kwenye eneo hili mm -hmm. mixing area sawa. Hii ni hatua ya pili ya mchanganyo. Hapa tunachanganya ule mchanganyo wa kwanza ambao ulichanganywa vumbi la mkaa na vumbi la mbao, tunakuja kuchanganya na molasisi. Molasisi ile pale, sawa. Sasa huo mchanganyiko tayari, ukishauchanganya pamoja na molasisi, unasafiri huo mchanganyiko, na tunachanganya hivi vyote, tunachanganya pumba za mbao. Ile ni kwa ajili ya kuweza kufanya moto wake kwa uharaka mm. Ndio maana tunachanganya na pumba za mbao mm. lakini tunachanganya na molasses kwa ajili ya kutengeneza umbile la la, la kile kitu unachotaka maana, okay. Molasses ni kama gundi mm. ehe hey. Kwa hiyo ili uweze kupata ile product yako iwe na sura ambayo unaitaka mm. mm. Kwa hiyo tunachanganya na nini? Tunachanganya na molasses. Kwa hiyo mchanganyiko huo ukishakamilika, unasafiri una huo mchanganyiko unasafiri kuja kwenye hatua hii hapa bado unatoka hmm. Hapa unasafiri ndio unaenda sasa hatua ya mwisho hapa, kwenda kutengeneza ile ile ndani ya briquette yenyewe eh kwa <turruu> no. so, eh. ule mchanganyiko wetu unaingia hapo juu. Ukishaingia hapo juu, mchanganyiko wetu unakujwa hapa, unakuja unagandamizwa, unakuwa kwenye shepu ambayo wewe unaitaka eh, ambayo ni kama sisi nani shepu yetu tunayotengeneza e, briketi yetu ni kama hii hapa. hii ni hatua ya mwisho mm. ya uzalishaji hiyo mm. so, mm. tunapozalisha ile product yako inadondoka, ina hapa mm. ikishafika hapa, ikishadondoka hapa, tunaenda kuianika mm. inaanikwa kwa sababu inakuwa kwenye majimaji kwenye hatua mm. kwenye kwenye ya uwezi ukafanyia kitu chochote, matopematope eh mm. tunaianika tukishaianika hiyo product yetu au briquette yetu inakaa kwa muda wa siku mbili mpaka tatu, inakuwa tayari imeshakauka. Ikishakauka tunaenda kuichoma unaona? Kule kitendo cha kuichoma kama ulivyoona pale kwenye kibao wameandika carbonization area, hapa ni eneo ambalo tunachoma hizo briquette kwa ajili ya kuondoa hizo harufu, kuondoa hizo gesi unaona? Yani, harufu kama unavosikia kwamba, kama kuna harufuharufu kwa hiyo harufu, tunazitoa hizo harufu ambazo labda watu wengine walikuwa nafikiri mkaa una, unakuwa na harufu mbaya. Kwa hiyo eneo hili ndio linalofanyika na hii, hii process kwa mtu yule ambaye amewahi shiriki labda kuchoma makaa yale makaa ya miti, ni hatua kama ile ile, ndio ndo tunachofanya hapa. Unaona, tunaingiza hapo makaa haya ambayo ni, ni, ni, ni, nani carbonized hizi, tunaziingiza humo, tukishaziingiza humo ukishachoma moto hapa manake, mm. Ule moshi unatoka na sumu zote zinatoka, baadaye unakuja kutoa mkaa ambao ni bora, hauna harufu. Unaona no. hauna gesi zozote zile za sumu, ambazo zitakuwa ni rafiki kwa afya yako, wala huwezi kuzurika kwa ajili ya mkaa huo tena e. na mashine zinatumia umeme hizi, mashine kuna maeneo zinatumia umeme, lakini hazitumii umeme, zinatumia umeme labda kwa, kuna maeneo ambayo feni inatumika kwa ajili ya kuweza kuwasha moto, naona tunatumia feni ambazo feni hizo zinatumia nini? Umeme, lakini majiko kama majiko hayatumii nani? hayatumii umeme e. Na kwa ajili ya kuweza kuunga mkono hilo swala la mazingira, tungeweza ku, ku, ku, kuchoma haya makaa au hizi briketi kwenye majiko yetu haya kwa kutumia kwa kutumia kuni, lakini hatufanyi hivyo. Zinatumika hizi hizi briketi hizi, tunazichoma mle Unaona ndio hizo zinaenda kwa yeah. E, e, hiyo swala la mazingira, sisi kwa kweli tumekuwa waangalifu sana kwenye hilo okay. Ndio mm. Hii ni mojawapo ya kazi nzuri inayofanywa na kampuni ya Stamiko kupitia mgodi wake wa makaa ulioko Kiwira. Wanajitahidi katika kutunza mazingira na wako kwenye kampeni ya kuhakikisha kwamba misitu yetu inakuwa salama na kutengeneza mkaa mbadala ambao unatumia makaa ya mawe na bidhaa nyingine, ili kukufanya wewe Mtanzania una jamii nzima ya Kitanzania kuweza kutumia mkaa mbadala, ili sisi kwa pamoja tulinde mazingira yetu na kuzuia mabadiliko ya tabia ya nchi. Mimi ni Ezra Benanga, afisa habari na mawasiliano wa kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania Dayosisi ya Konde mpaka wakati mwingine, katika vipindi kama hivi, linakualika uwe balozi wa kutunza na kuhifadhi mazingira, kama lilivyo agizo la Mungu yetu kwamba ametupa dunia hii tuitunze na kuimiliki na kuilinda. Asante.